Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo bila shaka, katika siku ya leo tunategemea patakuwa na kikao uh, nchini Marekani katika mji wa Miami baina ya waziri mkuu wa nchi ya Israel Benjamin Netanyahu pamoja na rais wa Marekani Donald Trump. Kikao hichi maanake ni kikao kinachofuata baada ya kikao cha siku moja iliyopita baina ya Rais Donald Trump na rais wa nchi ya Ukraine Vladimir Zelenski. Kikao cha siku ya leo ni kawo ambacho kinabebwa na ajenda moja kubwa ya uwezekano wa kuingia katika fezi ya pili au katika hatua ya pili ya makubaliano ya amani baina ya nchi ya Israel na kundi la Hamas, jambo ambalo linaonekana kwamba Israel bado wanadai kuona kwamba si wakati sahihi mpaka miili ya watu waliokufa yote iweze kurudishwa lakini ukiachilia mbali hilo, tunategemea patakuwa kuna discussion ya maendeleo ya vitu vingine, hasa katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa ikihusisha maendeleo kama ya kusini mwa nchi ya Lebanon, hasa ikihusisha movement ya kundi kama la Hezbollah. Lakini vile vile tunategemea patakuwa kuna discussion ya kuhusiana na nchi ya Iran, na hasa ukizingatia maendeleo ya program ya nchi ya Iran, hasa katika uzalishaji wa zile uh, makombora ya ki ballistic, ballistic missiles lakini hilo tunategemea kwamba alitoishia hapo bali vilevile tutagusa sehemu ya maendeleo katika upande wa uh, mashariki mwa bahari Mediterranean kuzingatia katika siku kadhaa nyuma nchi ya Israel ilifanya kikao na kuwakusanya rais wa nchi ya Cyprus pamoja na, na waziri mkuu wa nchi ya Ugiriki uh, kwa lengo la kuboresha zaidi uh, makubaliano ya ushirikiano hasa katika masuala ya kiulinzi na usalama baina yao makubaliano ambayo kwa upande mmoja mwingine yana faida kubwa kwa nchi washirika katika upande wa Israel kwa kuzingatia kwamba kwa, kwa muda mrefu imekuwa ikipata taarifa nyingi za usaidizi kutoka katika kambi za Uingereza zinazopatikana katika eneo la Cyprus, kambi ya Akrotiri na kambi ya Dhekelia, taarifa ambazo zimekuwa zikinufaisha Israel katika mgogoro wa Gaza kwa upande mmoja wa mwingine, lakini vilevile hata kipindi cha vita ya siku kumi na mbili inaonekana kuna baadhi ya ndege zilikuwa zikiruka kutokea katika upande wa Cyprus. Na hivyo, kwa ushirikiano huu, maanake utaendelea kuipa uh, nguvu nchi ya Israel katika kukolekti au kukusanya baadhi ya taarifa hasa kutokea katika upande wa Mediterranean, yaani kuhusisha sehemu kama ya kusini mwa nchi ya Lebanon kwa upande wa nchi kama ya Ugiriki imekuwa na mgogoro muda mrefu na nchi ya Uturuki, umekuwa na mivutano ya hapa na pale. Wanapokuwa na uwezekano wa kupata baadhi ya taarifa za kiintelijensia, maanake hili huenda likiwa lina faida katika nchi ya Uturuki, lakini vile vile katika upande wa Cyprus, hasa upande ambao una unasimamiwa uh, zaidi au unakusanya zaidi jamii wa Giriki ambao tunasema ni Greek Cypriots, maanake ni jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine litaendelea na wenyewe vile vile kuwapa faida uh, kutokana na, na mivutano baina ya jamii ya Wagiriki na jamii ambayo inasapotiwa na Waturuki. Lakini tunaregemea vile vile discussion hii itakwenda kugusa katika uh, jambo mama la kuhusiana na hatua ya Israel kuitambua sehemu ya kaskazini mwa nchi ya Somalia, sehemu ya Somaliland. Utambuzi huu wa Israel ni utambuzi ambao tunaochukua katika uzito wa namna yake, kwa kuzingatia kwamba kwanza, ni nchi ya kwanza kutambua eneo la Somaliland, lakini vilevile kwa kuzingatia athari zinazopatikana ndani ya nchi ya Somalia baada ya kutambuliwa kwa sehemu ya Somaliland, lakini vilevile na athari za kistrategia ambazo zinaweza zikazalishwa na Israel kutambua sehemu ya Somaliland. Athari za ndani ya Somalia ni athari za kihistoria, kwa kuzingatia kwamba sehemu ya Somaliland ni sehemu ambayo ilitawaliwa na Waingereza na ilijipatia uhuru wake tarehe 26 ya mwezi Juni ya mwaka 60. Na sehemu ya kusini maanake sehemu ya Somalia ni sehemu ambayo ilitawaliwa na jamii ilitawaliwa na nchi ya Waitaliano kwa maana ya kwamba au wakoloni wa Kiitaliano kwa maana ya kwamba ni nchi ambayo ilijipatia uhuru wake takriban tarehe moja mwezi Julai. Maeneo haya mawili ni maeneo ambayo utofauti wake wa kupata uhuru ni takriban siku tano tu na ulipopatikana uhuru wa kusini, uh, kwa maana ya kwamba katika upande wa Somalia hapo hapo ulifanyika muungano baina ya eneo la Somaliland na sehemu ya chini, maana ya kwamba sehemu ya kwamba ya Somalia. Na hivyo ikawa kama nchi moja. Lengo lao kubwa lilikuwa ni kutengeneza powerful Somalian state. Kutengeneza nchi ya Kisomali ambayo itakuwa ina nguvu. Pamoja na kwamba jamii ya Kisomali ni jamii ambayo ime athiriwa pakubwa na mipaka ya kihistoria au mipaka ya ukoloni, kwa sababu ukiangalia sehemu kama ya Jibuti ni sehemu ambayo inakusanya wasomali wengi. Ukiangalia population ya Wajibuti, jamii kubwa za watu wa Jibuti hasa ni kabila la Far na kabila la Wasomali. Ukienda katika sehemu kama ya Ethiopia, especially katika maeneo kama ya Ogaden um, ambao ni jimbo aktuali inapatikana katika upande wa mashariki au kusini mashariki mwa Ethiopia, maanake ni jimbo ambalo linakusanya zaidi jamii moja ya wasomali. Lakini vilevile ukienda hata katika upande wa kaskazini mwa Kenya, maanake katika maeneo kama ya, ya Mandera na mfano wake ni maeneo ambayo yanakusanya vilevile jamii ya wasomali. Na hata Somalia, wakati inapata uhuru, palikuwa kuna fikra za wasomali wa kaskazini mwa Kenya kuungana na jamii ya wasomali ambayo imepata uhuru mwaka sitini, pamoja na kwamba Kenya ilipopata uhuru iliweza kulidhibiti hilo. Kwa hiyo unaweza ukagundua kwamba ni jamii ambayo imetawanyika katika sehemu kubwa, lakini zimewekewa mipaka kwa mujibu wa uh, hali ya mazingira ya ukoloni na utoaji wa uhuru katika kipindi kilichopita. Sasa kuungana kwao uh, jamii hizi, jamii ya Somaliland na jamii ya Somalia katika hatua ya mwanzo, halikuwa ni jambo ambalo lina shida, kwa sababu malengo yalikuwa ni mazuri, lakini shida kubwa zaidi iliibuka baada ya uh, kiongozi wake Abdurashid Ali, aliyekuwa rais wa pili wa Somalia, alipouawa mwaka 1969 kuuliwa kwake maana yake kulitoa sehemu ya jeshi kuweza kuchukua nchi na hasa ikiongozwa na Muhammad Siad Barre ambapo katika hatua za mwanzo za utawala wake watu walikuwa wanaona kwamba ni movement inakwenda sawa sawa, lakini baada ya mwaka sabini saba sabini nane kufanya vita na Ethiopia kwa lengo la kutaka kuchukua sehemu ya Ogaden ambayo inakusanya jamii ya Wasomali pale upande wa Ethiopia na hatimaye Somalia ikashindwa. Shida kubwa ilianzia hapa, kwa sababu hali ya kiuchumi na matatizo mengi ya Somalia yalianzia katika eneo hilo na miaka ilivyozidi kusogea mbele kufikia kwenye miaka ya themanini, baada ya kuwa changamoto zimeongezeka, Mohamed Siad Barre aliyekuwa rais wa nchi ya Somalia alichokifanya baada ya kutakiwa kuituliza hali, alichokifanya ilikuwa ni kutumia nguvu zaidi, na hivyo kuna watu wengi sana walikufa, hasa katika eneo la kaskazini, katika eneo la Somaliland. Si eneo ambalo actually, jamii kubwa ambayo inatawala uh, eneo hilo ni jamii kutoka katika kabila la Isahak ambao watu wengi walikufa kutokana na mashambulizi ambayo yalifanywa na jeshi la Somalia katika eneo la Somaliland katika miaka ya 80 na hivyo kupelekea uh, watu wengi kukimbia kama wakimbizi na majengo mengi kuharibiwa, na hili liliongeza chuki kwa jamii ya Wasomali ambao wanapatikana kule Somaliland, kiasi cha ja kufikiria kwamba siku moja inabidi tuachane na huu muungano baina yetu na watu wa Somalia. Lakini mbaya zaidi ni kwamba serikali iliyokuwa kitawala katika upande huo chini ya Mohamed Said Barre malekwe; maana yake ilikuwa ni central, uh, centralized government. Ni serikali ambayo sehemu nyingine zinazingatiwa kama mikoa maana yake zingatiwa kama majimbo. Kwa hiyo mambo yote yalikuwa yanakusanywa sehemu moja katika upande wa Mogadishu, jambo ambalo kwa watu wa Somaliland kule kaskazini, kuna baadhi ya mambo walikuwa wanaona kwamba hayaendi sawa sawa. Hivyo serikali ya Mohamed Said Barre ilipoangushwa mwaka 91, kilichofuatia ni watu wa Somaliland kujitangazia Uhuru wao. Na hii ni kutokana ni kwamba uh, kuanguka kwa Muhammad Siad Barre, hapa kutokea uhaulishaji wa madaraka kutoka kwa Muhammad Siad Barre kwenda kwa, kwa mtu mwingine, na hivyo wale wababe kwa watu wa Somaliland wao walichokifanya ilikuwa ni kujaribu kurestore ile hali, kuituliza ile hali. Wakakutana viongozi wa koo, wakajaribu kuzungumza na kufikiria mfumo wa kisiasa wanaoweza kuutumia katika eneo la Somaliland, na hivyo wakafanikiwa kutengeneza mfumo wa kisiasa ambao unakusanya baadhi ya fikra uh, za kutoka katika koo mbalimbali zinazopatikana katika eneo la kaskazini, lakini vile vile na mfumo wa kisiasa wa kileo. Kwa hivyo wakawa uh, wana bunge zao wana bunge, wana mahakama wana, wakaweka utaratibu mwingi, ikiwemo vile vile mpaka currency yao wakawa wana pesa yao ambayo ni tofauti na pesa inayotumika katika uh, upande wa Somali wa huku chini. Lakini kwa kiwango kikubwa toka mwaka 91 eneo la kusini mwa Somalia hali ikawa ni mbaya na uh, zilipoanzishwa mahakama, mahakama zilikuwa zikitawala zikaendelea kupata nguvu mpaka kufikia mwaka elfu mbili na sita wakafanikiwa kuangusha utawala wa wababe wa kivita waliokuwa wanatawala katika eneo la Mogadishu. Kitendo cha zile mahakama za Kiislamu kutawala na kupiga vita ile hali ya wababe wa kivita, jambo hili Ethiopia ikisapotiwa na nchi kama Marekani kipindi cha waziri mkuu wa Ethiopia Melis Zenawi wakatangaza kwamba kuna hatari kubwa ya zile mahakama za Kiislamu kuendelea kukontrol ku sehemu ya Somalia kwa sababu inawezekana ikatoa room ya kuibuka kwa vikundi vya ugaidi na mfano wake. Kwa hivyo kilichotokea mwaka elfu mbili na sita ni uh, Ethiopia kuivamia tena uh, ile uh, Somalia na kuangusha ule utawala wa zile mahakama za Kiislamu, jambo ambalo katika department ya zile mahakama za Kiislamu palikuwa kuna department ya vijana ambayo ndio ilikuwa ikihusika zaidi kwenye kulinda masuala, kutoa huduma ya masuala ya ulinzi na usalama. Department hii ndio ilikuja ikajiunga na ikajipa jina la Alshabab kwa maana kwamba lengo lao kubwa walikuwa wanataka zile mahakama ziweze kurudi kutawala kwa utaratibu wa kidini ambao walikuwa wakiutumia kwa kipindi fulani mpaka kufikia katika kilele chake kwenye mwaka elfu mbili na sita. Kwa hivyo mgogoro umeendelea uh, pamoja na kwamba Ethiopia waliweza kukaa ndani ya Somalia ya Somalia kuanzia mwaka elfu mbili na sita mpaka elfu mbili na tisa na kujaribu kurudisha uh, utawala hizi za kidemokrasia na mfano wake, pamoja na kwamba hazijafikia katika kilele chake lakini uh, kundi kama lile la Alshababu shababu kilichokifanya ni kutoka nje ya mji kwenda katika maeneo kama Kismayo na kuendelea kudhibiti kudhibiti maeneo makubwa, lakini ina maana uh, mwaka elfu mbili na kumi na mbili uh, baadhi ya serikali zilijaribu kuwakusanya viongozi wa Somaliland pamoja na viongozi wa Somalia kujadili swala la, la ushirikiano pamoja na kufanya reforms, au kufanya mabadiliko katika upande wa katiba kwamba uh, serikali itoke kuwa centralized government, kutoka katika serikali ile ya kukusanya mahala pamoja kila kitu, iwe ni serikali ya majimbo, kwa maana ya kwamba kuna baadhi ya vitu viratibiwe katika baadhi ya majimbo, kwa hivyo Somalia ukifuatilia, maanake ina majimbo takriban kama saba kwa mujibu wa utaratibu mwaka 2012. Ina maana eneo la Somaliland linazingatiwa kama ni jimbo. Eneo la Puntland linazingatiwa kama ni jimbo. Maeneo kama ya Jubaland, maeneo kama Hirshabelle, uh, na maeneo kama ya ya ya uh, northeastern state uh, southeastern southwest state na mfano wake, maanake kuna majimbo takriban kama maene, majimbo kama uh, takriban takriban saba na kuna sehemu ambazo hazingatiwi kama ni majimbo. Maeneo kama ya Mogadishu, maana yake inazingatiwa kama ni mikoa ambayo inajulikana kama Banadir uh, Regional Authority, maana yake ina control sehemu kama ya uh, uh, ile Mogadishu na baadhi ya maeneo ya, ya pembezoni, lakini actually walichojaribu kukifanya ni kutengeneza uh, aina fulani ya utawala ambao actually utawala huo unafanya Somalia iwe imegawanyika katika majimbo, na kuifanya hivyo Somaliland iwe kama ni sehemu ya jimbo, kwa maana ya kwamba iitawale katika baadhi ya mambo, lakini bado ibaki kama ni sehemu ya Somalia. Sasa Discussion ambazo zimejaribu kuhusisha baadhi ya nchi kama Uturuki, baadhi ya nchi kama ya Djibouti. Uh, lakini mwisho wa siku watu wa Somaliland wameendelea kushika msimamo wao kwamba wenyewe wanataka wajitoe katika nchi ya Somalia, wajitawalie wenyewe mambo yao. Sasa, movement hii pamoja na kwamba imekuwa ikienda ina seize imekuwa ikienda ina seize, imekuwa ni movement ambayo watu wa Somaliland wameendelea kuishikilia kwa muda mrefu. Pamoja na kwamba ni movement ambayo inaonekana pia ndani ya Somaliland kwenyewe kuna baadhi ya watu ambao hawaoni kama ni sawa Somaliland kujitoa katika sehemu ya Somalia. Na ndio maana ukiangalia katika sehemu kama ya, uh, Puntland na sehemu ya Somaliland ni sehemu ambazo zinapakana katikati, yake kuna baadhi ya maeneo kama ya Sul, maeneo kama ya Ain na mfano wake. Maanake ni maeneo ambayo yana mgogoro mkubwa baina uh, ya jamii za Puntland na eneo la Somaliland kwa sababu watu wengi wanaopatikana katika maeneo haya koo zao hasa ziko katika upande wa Puntland. Kwa hiyo ukiangalia Somaliland wao wanadai eneo kama hilo la Sul, eneo kama la Ain, uh, ni maeneo ambayo wanasema kwamba kiasili toka Uingereza inatawala ilikuwa ni maeneo ya, ya Somaliland, lakini ukiangalia katika upande wa, wa, wa Puntland wanasema kwamba haya maeneo itakuwa ni maeneo ya kwetu kwa sababu watu wengi kiasili wanaokaa maeneo hayo ni watu ambao koo zao ziko katika upande wa Puntland. Sasa jamii ya namna hii ambayo yenyewe inaamini kwamba inatakiwa sehemu ya Puntland na Puntland yenyewe Uh, inaamini kwamba inatakiwa ijitawale lakini haiamini kwamba inatakiwa ijitoe katika sehemu ya ya Somalia. Kwa hiyo ina maana hata unapokuja kutengeneza ramani inawezekana ikaleta mgogoro mkubwa lakini vile vile hata fikra za watu walioko ndani ya Somaliland kwa kuzingatia maeneo kama hayo ya Sul utagundua kwamba kuna wengine msimamo wao hawakubaliani na wao kujitenga kutoka katika sehemu ya Somalia. Sasa kwa mazingira namna hii Israel walichokifanya wao ni kusoma weakness iliyoko na kuangalia faida za kijografia za mgogoro uliopo. Wiknes iliyoko ni kwamba Somaliland nataka wajitenge na hivyo, wao wanachohitaji ni sapoti kutoka kwa mtu yoyote, ala atakavyokuwa. Kwa hivyo, Israel kuwa ni nchi ya kwanza kuitambua sehemu ya Somaliland maanake ni kumbukumbu ya kihistoria inaendelea kubaki kwamba Israel ndo nchi ya kwanza kutusapoti sisi katika movmenti yetu ya kuwa ni nchi huru. Kwa hiyo pamoja na kwamba Israel inaweza kashitumiwa kwa mambo mengi, lakini watu wa Somaliland inawezekana wakaona kwamba Israel yuko sawa kuwatambua wao kama ni nchi, kama ni nchi huru. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili ni kwamba kwa kuzingatia mazingira ya Somalia ni mazingira ambayo kwa kiwango kikubwa bado hayajaseto, ni rahisi sehemu kama ya Somaliland kuingia katika makubaliano na nchi kama ya Israel, siyo tu ya kidiplomasia, bali vilevile ya kusaidiwa katika upande wa maswala ya kiusalama, jambo ambalo sababu anajua hilo litampa faida wakati anakusudia kuisaidia Somaliland katika upande wa maswala ya kiusalama, lakini vile vile atakusudia The movement vilevile vile za kundi kama la Houthi ambao linapatikana maeneo maeneo ya Yemen, lakini vile vile ukizingatia kwamba katika sehemu ya Yemen upande wa kusini kuna kundi ambalo linasapotiwa zaidi United Arab Emirates, ambao linajulikana kama uh, uh, Transition Council Southern Transition Council ambao fikira yao haikubaliani na fikira ya kundi la Houthi, lakini pia unasapotiwa na United Arab Emirates, pamoja na kwamba wa Saudi Arabia pamoja na waqatar hawakubali moja kwa moja. Ukiangalia sehemu waliyoko Southern Transition Council na sehemu iliyoko Somaliland, utaona ni maeneo ambayo yanakaribiana kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo inawezekana Israel siku si nyingi vilevile akatambua movement ya watu wa upande wa, uh, Southern Transition Council ambao wanapatikana katika upande katika upande wa Yemen. Jambo ambalo inawezekana likazua, uh, likaongeza support kwa upande wake kutoka katika upande wa mashariki na kutoka katika upande wa magharibi kwa maana kutoka katika upande wa Yemen na kutoka vile vile katika upande wa Somalia. Hii ni miongoni mwa calculation ambayo inaonekana kwamba uh, Israel wamejaribu kuzipiga kwa sababu ya kuona athari iliyojitokeza kipindi cha vita ya Gaza ikiwa imepamba moto na kipindi cha mgogoro wa kumi na mbili, namna gani waliweza kuathirika kutoka katika upande wa kusini, kiasi ambacho mpaka bandari ya Eilat ilikuwa inabidi ifungwe isiweze kuoperate kabisa kwa sababu ya mashambulizi kutoka katika kundi, kundi la Houthi, pamoja na kwamba movement hii ni movement ambayo Abdul Malik al kiongozi wa Houthi ameshatangaza wazi kabisa kwamba iwapo uh, Israel wataweka chochote katika interest zao katika eneo la Somaliland, itakuwa ni sehemu sahihi ya sisi kuweza kufanya kufanya mashambulizi. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunajaribu kuichukua katika uh, uzito wa namna yake, na tukitazama katika faida za kistratejia, lakini vivie tukitazama katika misukumo ya ndani ya Somalia tunategemea kwamba katika siku za usoni huenda katika discussion ya leo baina ya rais uh, Donald Trump pamoja na waziri mkuu Netanyahu inawezekana likaguswa kwa upande mmoja au mwingine, lakini kwa siku za usoni inawezekana likawa lina faida hata kwa Marekani yenyewe, na hatutegemei kwamba Israel anaweza akai tambua uh, Somaliland yeye mwenyewe bila kufanya majadiliano kwa upande mmoja mwingine na nchi ya Marekani. Kwa hiyo bado ni jambo tunajaribu kulitazama kwa upande mmoja mwingine, tukitazame, tukitaraji kwamba katika siku za usoni huenda tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea.